Mambo vipi mwanafamilia, familia yetu wa nguvu wa Blue House Dax Media, mapema siku ya leo msanii na mchekeshaji uh, Ndaro, kufuate peji yake na wa, ya mtandao wa Instagram ameweza kuwalaumu wananchi ambao uh, wamekuwa akiwahukumu wasanii na ameweza kuandika mambo mengi sana. Karibu ni kusomea bila kuongeza, kuongeza wala kupunguza uh, chochote katika hichi ambacho aliweza kuandika katika mtandao wake wa, wa Instagram kupitia Insta story ameweza kuandika mambo mazito sana. Sasa eh, uh, karibu sana ni kusomea katika kile ambacho amekiandika Ndaro. Eh, alianza kwa kusema kwamba eh, hakuna kazi ngumu kama kuwa msanii Tanzania. Kabla ya kutuhukumu, fikilia haya kwanza. Msanii ni raia kama raia wengine, hana mamlaka yoyote. Namba mbili, msanii ndio kiumbe ambacho ni rahisi kupatikana muda wote kikihitajika, bila hata kutumia nguvu. Namba tatu, msanii eh, tulicho tulichokosea ni nini? Mfano mimi anajua eh, mi kosa langu aseme nimekosea nini? Namba nne, watu maarufu walioathirika na itikadi za vyama baada ya kupata madhara, kama mwananchi mlifanya nini kwa familia zao zinazowategemea zaidi eh, ya kuendelea na ratiba zenu pia. Namba tano, kwa kutambua maisha tunayotokea ni watu eh, ni, na watu eh, wanaotutegemea tunafata sheria e, katiba na kanuni za nchi, ila kwa wananchi tunaoonekana kama hatujitambui na kuhukumiwa da. Akaendelea na kumalizia kwa kusema kama kwa ifuatavyo: mnachotakiwa kutambua hakuna msanii ajui faida ya e, ya mwananchi, maana ndo watu wa kwanza e, kuwafikishia kazi zetu na ndio watu wanaotufanya tukafika hapa. Tunaachaje kuwapenda sasa? tusitumie hisia kuchukua maamuzi. Mungu awalinde Watanzania wote, binafsi nawapenda sana. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika official Ndaro kufuatia peji na ukurasa wake wa Instagram. Sasa kuna baadhi ya comment za dau ambazo walikuwa na jibu kufuatia hichi ambacho kiweza kutokea. Huyo anaitwa Kisava mchongo kaweza kusema kwamba ise, lakini pia eh, eh, eh, anaitwa eh, Gelna kaweza kusema kwamba nani anamuudhi eh, kaka yangu upande wa baba. Mwingine akaweza kusema kwamba huyo mwanangu we Ndaro. Mwingine akaweza kusema kwamba kuna namna kusa amejitofautisha sana kiakili na wasanii wengine kumbe hata wewe eh, bongo trendy hujamfolo. Mwingine akaweza kusema kwamba Tundaro eh, unalaumu ukiwa wapi? Mwingine akazosema kwamba kwa hiyo kwa yeye hajaona walichokuwa wanakifanya, sio huyu. Mwingine akaanza kusema kwamba na nywele zake kama tambi eh, zilizolala huyu. Mwingine akaanza kusema kwamba mtu una matatizo ya al NR unatoa maelezo ya nini? Huyu mwingine kaweza kusema kwamba nilitaka ni wakumbushe kuwa e, mumeusoma ujumbe wa kusa da, yule mtu ndo katema nyongo, na ile nyongo imegusa mioyo ya watu make, katema kwa hisia kali sana. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba huyu naye nyota hana nyama pia hana angekaa kimya tu, yupo kama tahira. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba kwani e, mje ku comment hata amen kwangu, nimeposti mwingine akasema kwamba jamani, uh, huyu naye ni msanii wa nini kwani? Mwingine akasema kwamba ya nini nimpigie risasi mama, mama yuko, alafu nimpe pole alafu aipokee nawezi, kwamba mwingine akizosema kwamba sasa hivi wanashindana kujieleza. Huyu mwingine akisema kwamba bado watalaumu kwa sababu walipofikia si ndo tumewafikisha, lakini wakajitoa eh, kwetu kama ndo Ndaro huyo ndo alikuwa anatembea na gari kabisa. Hizo ni baadhi ya comments za mashabiki kwa Ndaro kufuatia kile ambacho ameweza kuandika hapo. Jambo shika comment yako kwa kina. Asante. Oh, join us. The House of Trends.